Wanamichezo wengi duniani hupoteza maisha yao na takwimu zinaonyesha eh, katika watu elfu hamsini kuna mtu mmoja ambaye anapoteza maisha yake kwa sababu ya michezo, na ukiangalia magonjwa makubwa ambayo yanawasababisha wapoteze maisha yao uwanjani ni magonjwa ya moyo. Kwao kuweka kwa huu mradi wa sport cardiology ni kitu muhimu sana kwa Afrika. Nafahamu kuna nchi kama Afrika Kusini, lakini nchi za Afrika ya Kaskazini pamoja na Egypt ndio wana vitengo hivi vya sport cardiology. Kwa hiyo sisi kama nchi tumeona na kama Taasisi ya Moyo vision yetu ni kwamba kuhakikisha tuna walinda wana michezo wasipate haya matatizo, licha tu ya mo moyo lakini kitakuwa kinapima magonjwa yote ambayo wanamichezo wanaeza kuyapata na tutatengeneza one sport center. Kwa kuanzia tutaanza na taasisi yetu ya, ya pale da group, lakini baadaye eh, serikali imetupa eneo pale Mikocheni ya zaidi ya eka kumi ambapo pale tulikuwa tujenge hospitali eh, ya tiba utalii. Kwa hiyo tutaweka vilevile na sports medicine pale ambapo kutakuwa na vifaa vyote vya masuala ya uchunguzi wa michezo kama alivyosema Dr. Eva, lakini vilevile vile, kutakuwa na swimming pool sehemu ya mazoezi na vitu vyote. Mimi ni kushukuru sana, michezo iko mingi lakini jambo la kwanza, miezi kama sio mitatu minne ulinipigia simu ni kuhusu hili jambo. Nilifikiria sana kwamba kuna michezo mingi, kuna wanariadha lakini, kwa nini umetuchagua sisi tuanze mahusiano haya ya kushughulika na afya ya moyo kwa wanamichezo, kwa kuanzia, kwa mpira wa miguu? Ni jambo jema sana na mipango ya baadaye ya hospitali yetu hii yaliwavutia sana, lakini pia kama hayo yalikwenda yalifanyika pia kwenye hospitali ya Mnazi Mmoja kule Zanzibar. Kwa hiyo walitoka na kwamba Tanzania angalau wachezaji watakapokuja kutoka duniani watakuwa wako sehemu salama, lakini pia nahisi hili litaongeza sana ile heshima yetu na kuhakikisha kwamba angalau unapokuja kucheza mpira Tanzania utakuwa uko salama, kwa kuhakikisha kwamba angalau kwenye vituo vyetu tunakuwa na angalau kuwe na kituo cha afya ambacho pia kitahusisha na sports medicine. Huwa kila siku naomba Mwenyezi Mungu lisitokee jambo lolote, lakini pia katika hayo maeneo ambayo umeyataja, naomba ikiwezekana kwa hapa Dar es Salaam kama mtaanza na Kigamboni kule sisi tutawapa eneo ili muweke kituo hicho, lakini tutakwenda mbali zaidi, pia na wachezaji wetu wote ambao tutakuwa tunawaita timu ya taifa, tutakuwa tunawaleta ili waweze kufanyiwa uchunguzi huo. Kwa hiyo vilabu vitafaidika, wale ambao wataitwa timu ya taifa watafanyiwa, lakini kwa hizo ligi zetu ambazo ni elite itakuwa ni lazima. Sports cardiology au upimaji wa moyo kwa wanamichezo Programu hii itakuwa ni programu ya kwanza ambayo imeanza rasmi Tanzania, ambayo itakuwa na ufuatiliaji wa wanamichezo kuanzia watoto wa mashuleni mpaka wanamichezo wa timu mbalimbali na timu za taifa, lakini sio mipira ya miguu tu, bali wanamichezo ambao watakuwa wanafanya michezo mbalimbali kama kukimbia, um, kama basketball, netball, lakini pia hata kwa wenzetu wanaofanya mazoezi makali kama jeshini au pamoja na gym na, lakini kwa nini tumeanzisha programu hii? Ni kutokana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo yanaendelea na vifo ambavyo vimekuwa vinawapata wachezaji hasa wakiwa um, uwanjani, vifo vya ghafla au sudden cardiac death, ambavyo hivi vinatokana na mabadiliko mbalimbali mbali ambayo wanamichezo wanakuwa wanayapata katika mioyo yao kama tunavyojua wanamichezo wanapata mabadiliko mbalimbali katika muscles katika kifua ili kuweza kubeba oxygen nyingi, lakini pia katika moyo moyo unaweza misuli ya muscles za moyo zinaweza kuwa pia zikatanuka kama ambavyo vinatanuka miguu au mikono, lakini na matatizo mbalimbali mbali ya umeme wa moyo ambayo baadhi ya wanamichezo wanaweza wakaa nayo wakati wa mazoezi, anaweza wakawasababishia kudondoka hata kupoteza maisha.